Vitabu vyote alini alifanya ni aliviandika kupitia ufunuo ambao Mungu alimpa, na hiyo ufunuo ilikuwa ni vitu vile vilikuwa vimetokea yeye ajazaliwa. Sitaki tafsiri ya kanisa. Aha. Wewe kwa mdomo wako umesema Musa ameandika Mwanzo, Kutoka, mambo ya Warawi, hesabu na kumbukumbu ya Kaurati, kwa mdomo wako wewe mwenyewe. Lakini ukiangalia huyo Musa unadai ameandika Mwanzo, anazaliwa katika kitabu cha Kutoka, kulingana na wewe ameza ameandika kwa wa ufunuo, so, so kwa ufunuo wa neno la Mungu Mungu, so Musa ameandika Mwanzo, Kutoka, mambo ya Walawi hesabu na kumbukumbu kumbukumbu kumbukumbu la la la la Torati Torati Torati Musa ameandika 34:5, hiyo kumbu kumbukumbu la Torati 34:5. Nasema Yusuf, jamani naomba mtulie kiasi, unajua kiasi, unajua ndio wamekuja ni n yaani, kwa madharao. Hmm. Wanaonyesha madharau live hapa, hakuna kitu tunafanya tunakujaga, mtoto utoto inasema hivi eh, uje upewe kiti uambi ungoje maiki, badala ya kuongoja maiki unaanza kupiga kelele hapo wakati tunajadiliana. Kama sio madharau basi. Na 39, basi eh Musa, eh, mtumishi wa Bwana eh, akafa huko katika nji ya Moabu. Musa aliandika kumbukumbu la amekufa Mwalimu anasema basi e. Musa e. mtumishi wa Bwana e. akafa huko katika nchi ya Mwabu e, pumpe, nani anaandika hayo maneno? nani anaandika hayo maneno anafasiria? Huyu ni mtafsiri, unajua Baibolo, Baibolo, Baibolo yote kuna fasi ni Musa anayeandika, na hapa alikufa, ni mtafsiri ndio alifanya nini, anaanza kutuelezea sasa. Kwa hivyo umedanganya kuwa Musa ndiye aliandika Kumbukumbu la Taurati, lakini sasa unasema mfasiri wa Musa ndiye aliandika sasa? Mfasiri wa Musa ndiye aliandika vitu vyote, kwa hivyo Kumbukumbu la Taurati haijaandikwa na Musa, imeandikwa na mtafsiri wa Musa. Mimi sijasema hivyo. Umesemaje? Mimi nasema sasa. Unaandikaje wewe umeshakufa? Ah, ah, ah, ah,

Ipo. Ndio ameandika bila Musa aliku. Amekufa, uh, waibu, waibu, Musa amekufa kwa sababu sio aliandika hii kumbukumbu ya Taurati. Sikia mzee. Angalia uangalie mekangali kitabu chenyewe. Huyu anaandika ndio, ndio, ndio mwisho mwisho, na kumbukumbu la Taurati. Hapa, hapa. Kitabu. 35. Naomba Yusufu aje pale. Hapo. Tu Yusufu aende pale. <laughs> Ee Yusuf kalia pale kwa heshima tuna nidhamu, kweli wewe ni mtu mzuri sana. Huyu ndio mwandishi. Hapa na hapa tunafundisha ukweli bro. Hatuwezi kubali hapa mtu aje adanganyane. Haya, sasa hapa tuko salama. Tena tunasoma maandiko sisi, tunawapenda sana, tunataka mtoke hiyo njia, mkiwa katika hiyo njia unaelekea motoni. Mwalimu 345. Yaani Musa amekufa na anaendelea kuandika. Inasema 345. 345. Basi, hey. Musa hey, anasema, basi Musa mtumishi wa Bwana akafa katika nje ya Mwabu kwa neno la Bwana, akakufa kwenye mlima huo. Ni nani anaandika? Yule mwandishi ndio anaandika, sio uh, huyo, huyo ni mwandishi, kumbukumbu la Torati, sio sio hii karatasi moja. Mzee, kumbukumbu la Torati sio hii karatasi moja. Huko kote ni Musa ndio ameandika. Yeye, yote mimi najua nani, tulikuwa mada ya hapa sio? Hawi ni wa majini. Disi, majini. Haya ah, mrodishia ah, majini mwalimu, wacha mambo ya siasa hapa. kila siku nikikaa hapa, mara nimekataa maiki, mara sijui nini, mara sijui nini nashindonga na huyu ndugu si yangu nini nimefanyia. Hata Salim alisema wewe ndio unakojaga na, eh. una na somo la majini? Eh. <laughs> Nawafuzanga tu maneno ya majini tu, discuss maneno ya majini, unafundisha maneno ya majini. uh, uh, m eh, uh, uh, ni kujifunza. Majini walitoka wapi majini eh. Kwa leo na

wakaenda wakaandika mambo mengine huko wakawaletea, sijui wenye waandika bibilia, sio? Wakristo wenye waliandika Biblia hata hawakuwa na dini, nasema eh. Na wanasema waliokufuru, wewe si mtume, ndio sema eh, hey. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu kuwa mimi ni mtume, na pia yule mwenye elimu ya kitabu ae, kila aliyosoma Taurati ile sahihi, uh, so, hey, sahihi na Injili ile sahihi ameziona habari za Nabii Muhammad. Wakapata Taurati ile sahihi na Injili ile sahihi, wapate habari za Mtume Muhammad huko, inatakana wamfua wamfuate wale Waislamu, tungekuwa hatuko hapa 288 Qurani 288 288, inasema hivi. Ukisikia mtu yote anakuambia Muhammad si mtume wa Allah, huyu hana elimu ya kitabu huyu, kuna hana elimu ya kitabu Wazab, kwa sababu waliokuwa na elimu ya kitabu kama Waraqa bin Nawfal na alikuwa ni mnaswara, alikuwa amehifadhi Taurati wakati mtume amepelekwa na Hadija, akamwambia wewe ndio umeandikwa katika Taurati, wewe ndio bishara zako ziko katika Taurati. Lau ningekuwa hai wakati watu wako watakufukuza katika mji wako, ningekunusuru. Wa pili mtu anaitwa Bahira, aliona mtume kuwa mdogo, na akaona kila mtume anakuja, kuna mtu huwa anapumzika, kwa hiyo kivuli alifanya juu chini, kwa sababu mtume alikuwa na alama ya mwisho ya utume. Hata mwanabii alikuwa na alama ya mwisho wa utume Haya, Mayahudi wakijua yeye huyu watamuua, twende. Inanasema mwalimu, na wanisema na wa, na alipokuja nabii Muhammadi, akawafundisha dini, nyoyo zetu zimefunikiwa, ukibadilisha, eh, eh. eh, kibadilisha tu, maana inabadilika, ndio inasema na, alipo. na eh. Walisema eh. Alipokuja nabii Muhammad akawafundisha dini eh. nyoo zetu eh. zimefunikwa, ila nasema walimu eh. Hatukufahamu anayesema nao, ni waongo katika majidai yao, bali Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru zao uh -huh. Kwa hivyo mm. ni kidogo tu uh -huh. wanaamini nasema mwalimu, na kilipofikia wakati wa Nabii Muhammadi. Ndiyo? Kitabu hiki eh. kitokacho kwa Mwenyezi Mungu ndio kikosadikisha kisadikishacho yaliyo pamoja na waliodhibitishwa wadibiti, ile inanasema nazama walipokuwa wakifunguliwa makafiri habari za mtume huyu na zamani walikuwa akimfungulia makafiri habari za mtume mgani? Mtume Muhammad katika vitabu vya vitabu vyao maliza vyaomaliza nasema eh, lakini eh, yalipowasikia yale eh, yaliyokuwa kwa wakiyajua eh, waliakataa ndio basi eh, lana Mwenyezi Mungu eh, iko juu ya makafiri hao au mayahudi makafiri na ndio Mungu anasema hivi nivetarosabina Eh, baada ya kufanya hiyo yote, Mwenyezi Mungu alifanyaje? Nabii wa Mungu uongo, habari hana nayo ate Musa kaandika kitabu kile cha mwanzo nimeacha mashamba, nimeacha kila kitu eh, ana... Inasema mwalimu eh. Walilaniwa wale waliokufuru miongoni eh. mwa wana wa Israeli kwa ulimi wa, wa Daudi eh. na wanabii Isa bin Maryam eh. eh. kumi na mbili ui ishao ndio waliwakosea. Ndio Mungu anatuambia sisi tuombe ihdina siratu walmustakim, tuongoze katika jia iliyonyooka, dunain anmta lihim, jia ya wale ulio waneemesha, gairi lmahbubi lyhim raalin, sio jia wale waliopotea, bimana wa Kristo, wala wale ulio wakasirikia, bimana Wayahudi nini hala nataka mnyi, mmepotezwa na Wayahudi, mmekataa kushika kitabu Mungu alichoteremsha cha kuja kudhalikisha yaliyo kwako katika Taurati za Mungu na Injili. Baada ya Wayahudi kwa wameharibu vitabu Mungu akaleta Qurani, mtoandika alimabaini ya demi na Taurat kwa mubashila bila shuli yake mimbadi yetu kwa Ahmad. Yoshua 7:12, eh Yoshua 7:12 Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Hata Mungu wa Israeli, yeah, yeah. Lakini ikifika shida wanamkimbilia huu, habisi huu laana anaitwa Trump. Wao ndio Mungu wao, wao ndio Mungu wa Yakobo, wa Mungu wa Israeli. Yeah. Saba kumi na mbili Yoshua. Yoshua saba kumi na mbili. Yeah. Eh, wana wa Israeli eh, hawezi kusimama mbele ya adui zao. Kwa nini? Kwa kuwapa vizogo adui zao. Kwa sababu wamelaniwa